Ingia kwa ile nyumba ya mwisho. Unaona hiyo nyumba ya mwisho? Hapo nakuja tu saa hizi sawa? Si uingie nakuja nini, nasumbua

Nimelan mastingo kata, ni sawa lakini uko na nyumba supu gai, hadi unibai TV. Na ni TV <laughs> na nyumba na uko na hadi aerials kwa nyumba, kwani wenetokeko sasa, hizi potea aji, niende kitu tupike hizi vyombo Uwashe na usitoke nje, sawa. Niosha huku ndani, kwani <tipos> maji itamwagika kwa carpet yetu. Niosha huku ndani, mimi nakwambia, usimoge maji, niosha hapa ndani na usitoke nje, unasikia? Ni sawa, saidi aende aone mtu hapa, sawa? Ni sawa, usitoke, sawa. Naosha huku, tumesikizana bbesi. Usikuwe na shaka, sisus huku sasa ni kwangu guy, tumesikizana. Usijaribu bana, waje ndafuta kitu, tunaweza kufika hapa kwa Maji, koko kibuyu hichi, chukua kibuyu moja kona maji kutumia ah, kichwa kwa dispenser ya maji hmm. Wewe, nimekuona nimekuona. Kwanza tangu tiketu tunakuja unanificha ficha. Kwani mimi ni bangi, umekuwa ukinificha ficha ni nini? Yew! Mbona? Mbona nifiche Nataka wajue. Njinga nyamaza. Mimi ni bibi yako hata kwanza nika hapa wanione. Ni nini? Nini? Mbona unanificha ficha? Unajua utaenda. Waache nikupatie basi yako wewe uende. Siwezi enda. Mimi siwezi enda. Wewe huwezi kuwa unanificha ficha. Kwani mimi sina nini? Niko na sina nini, ina sina nini. Mimi wezi nificha ficha hivyo. Mimi si bangi. Labda ni mwenda wazimu. Na? Mwenda wazimu wewe. Mtu ukotea mawe. Taandika hapa.